Mungu aliwaumba malaika ili waweze kuisikia sauti yake au waweze kulifuata na kulitii neno lake Mungu na kufanya kazi pamoja na wanadamu hapa chini. Malaika waliumbiwa ili waweze kumtumikia mwanadamu, waweze kurahisisha mambo kwa wanadamu lakini hawa malaika ili waweze kufanya jambo kwa mtu na kuambatana naye na vitu vikatokea, lazima waisikie sauti ya Mungu ndani ya huyo mtu husika, na lazima waisikie neno la Mungu ndani ya huyo mtu husika. Zaburi 103 mstari wa 20 anasema muhimidini Bwana eni malaika zake. Ninyi mliokuwa hodari mtendao neno lake, mliokuwa hodari kutenda neno la Mungu, mki, mkisikiliza sauti ya neno lake. Malaika wa Mungu hawafanye chochote kile wasiposikia neno la Mungu au sauti ya Mungu ndani ya kwa lugha rahisi, wanaendeshwa, injini yao ni sauti, ni komandi ya neno la Mungu. Tuko sasa anapenda Kitabu cha Marko sura ya tano Marko sura ya tano sura ya mbili na kuna tatu. Yesu Kristo wakati amewakabili wale waliokuwa na mapepo, mapepo yote wakamsii wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kumuingia. akawapa ruhusa Yesu akawapa ruhusa wale pepo wachafu wakamtoka, wakaingia katika wale nguruwe, nalo na kundi lote likateremka kwa kasi gengeni wakaingia baharini, wapata elfu mbili wakafa baharini. Mapepo roho chafu, majini roho za giza, ni ile sehemu ile theluthi ya malaika wa Mungu walio hasi, na wakatupwa wakawekwa mbali na uwepo wa Mungu. Necha yao kabla hata ya kuasi, roho izichafu za majini kabla hata ya kuasi necha yao ni necha ya kimalaika. Hawafanyi chochote kile pasipo kupata command, sauti ya Mungu. Hawafanyi chochote kile pasipo kuisikia sauti ya mtu mwenye mamlaka ya Mungu. Yani wapo kwa ajili ya kutekeleza sauti au neno la Mungu. Ndio maana hata watu wa gizani leo, ili waweze kufanya vitu fulani fulani katika namna ya giza, lazima wanasema wanayamburu majini yaweze kufanya kazi kwa ajili ya faida, wanaziamuru roho chafu edha wanaziagiza zikafanya uharibifu, lakini roho chafu haziwezi zikamu zikaenda pasipo kuamriwa na mtu mwenye mamlaka fulani, edha ni ya mungu au ni ya gizi kuongelea. a asifiwe sana. Yesu Kristo anawapa anawapa thenashara wanafunzi, anatupa mimi na wewe kwene Luka sura ya 19 anasema, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nini na nge na nguvu yote ya yule yaduu. Nisikize vizuri. ameliechango cha webrahia sura ya, ya webrahia ya ya malaika wa Mungu ni viumbe wa rooni, wapo kwa kwalia kututumikia sisi tulio warithi, tulio watakatifu ia wana wa Mungu, kwa malaika wa Mungu wametengenezewa kwa ajili ya kutumikia watu ambao wa wanamtumikia Mungu, watu ambao wa wanamwamini Yesu Kristo ambao ni warefu. Hawafanyi chochote kile wasiposikia sauti ya Mungu ndani ya mtu mwenye Mungu, hawafanyi chochote kile wasiposikia neno la Mungu ndani ya mtu mwenye Mungu. Kwa hiyo unapokuwa ukiomba, unaomba, unatangaza, unainua sauti yako juu, ukiomba katika lugha yako wewe kwa maneno yako wewe kwa mapenzi yako wewe, malaika wa Mungu hawabuu, hawafanyi chochote kile. Ni lazima ujue nini cha kuomba, lazima Roho wa Mungu akuongoze, atuongoze, ile sauti ya Roho wa Mungu ndani yetu na ile neno la Mungu lifunua ndani yetu ndio linatengeneza atmosphere ya malaika wa Mungu kufanya vitu kwa niaba ya wanadamu wenye Mungu kltaawae wanesaa Matayo sura ya 4 mstari 11 anasema kisha ibilisi akamwacha wakati ibilisi anamfanya na, na, udanganifu Yesu Kristo baada ya kufunga siku arobaini usiku na mchana. Matayo 4 11 kisha ibilisi akamwacha Yesu Kristo, tazama, wakaja malaika wakamhudumia. Imeandikwa kwamba malaika wa Mungu watawahudumia watakatifu wa Mungu. Tuko sasa, sasa ndugu wapendwa, eh Luka sura ishirini na mbili Luka ishirini na mbili mstari arobaini na tatu kuna wakati Yesu Kristo akiwa katika mwili wa kibinadamu alichoka kabisa, wakati anamlilia Mungu, amepiga magoti Yesu Kristo katika mwili wa kibinadamu alichoka. Biblia inasemaje? Wakaja malaika kutoka mbinguni, wakafanyaje? Wakamtia nguvu. Kuna wakati, sio kuna wakati, mara nyingi tunahitaji mwingiliano wa kimalaika katika maisha yetu ya imani katika Kristo Yesu. Malaika hawa hawa, inaweza ikatokea ajali au hali fulani ni uharibifu, ndio hawa wanatuokoa hata kama tuwaone muda mwingine, ndio hawa hawa wanalinda watoto wetu, familia zetu, ndio hawa hawa wanatuepusha na uharibifu. Tunapaswa kujua namna gani ya kuingiliana nao, ya kuwaamuru, ya kuwatumia. Hawafanyi chochote wasipoisikia sauti ya Mungu ndani ya Mungu.